Mimi ni chifu, naitwa Rocketi Masoko Mwanshinga. Mimi ni chifu wa kabila la Wasafwa Mbeya. Wako machifu, tuko wengi, wako wa wilaya, wako kila kabila lina machifu wao, lakini mimi ni chifu wa Mbeya mjini na Mbeya vijijini. Kwanza nawakaribisha, nasema karibuni mkoa wetu wa Mbeya. Ee, Mbeya mjue, mjisikie. Mbeya iko salama, Mbeya ina amani. Mbeya viongozi wetu, mkuu wa mkoa, mkuu wa wilaya, tuko pamoja na tunaiombea Tanzania yetu kwa pamoja, pamoja na mkoa wetu ee, kwa kweli hii mnavyotutembelea, kama sisi machifu ni furaha kubwa sana, na ndio muujue kwamba machifu kwanza, stori ya machifu hamu amuyajui. E, sisi machifu, kazi yetu sana, machifu sisi ni kuomba amani katika nchi yetu, na ndiyo asili yetu toka mababu na mababu. Amani mazingira, tunayombea nchi yetu tunayombe. Sisi ndio wazalendo, sisi ndio namba moja, sisi ndio tunalinda nchi sisi ndiyo maombi yetu, tunaomba kwa michi yetu ende vizuri, kama vile Mungu alitupa zawadi ya kwamba Tanzania ni kama hii zawadi aliyotupa, tuipokee vizuri, tusije tukaiharibu. Wenzetu majirani wote wanalia, majirani wote wanatembea usiku na mchana, huku na kule, vita si vita, nini ghasia chungu mzima, lakini sisi hapa Mungu alivyotuteremshia hii neema tusiichezee sisi hapa hatuna ukabila wala hatuna kwamba niwe ni nani tuko pamoja na kweli Mungu tusije tukamdharau. na tum, tutumike vile Mungu alivyo tuteremsha hii neema tuiombea nchi yetu tuombe kwanza uchaguzi wetu unayokuja mbele yetu uchaguzi wetu sisi hatujazoea kusukumana sisi hatujazoea vita kama mtu ana mambo yake ya kuleta vita tunaomba kwamba Mungu amlani. Mungu yeye atasema, ameamka, kumbe wakati wanapiga kula, yeye baada ya melala atakuta kula tumchapiga, kwa sababu hana nia mbaya. Tunaiombea, tunaomba wanavyama wetu, tuna vyama hatuseme wapinzani, nao ni kama tulinde pamoja nao, tuwe walinzi, tusilete ukorofi kama hivi mkoa wetu wa Mbeya tuna, tuna, tuna viongozi wetu wakuu wa wilaya mkuu wa mkoa wote tuko pamoja, hatuna vurugu, pamoja na rais wetu mama yetu. Sisi wazee ni mtoto wetu, na tumempa na jina la kichifu, anaitwa Hangaya, tumemvalisha uchifu, na ndio tunayomtegemea, anatuheshimu amai kutwita hata Dodoma katukusanya wote, akasema, jamani machifu, tuko pamoja, tuilinde nchi yetu, tunawategemea nyinyi machifu, nchi siende, msiseme kwamba nchi ya nani ni si nyinyi machifu. Tuiombee nchi yetu iwe na baraka kubwa sana na kweli, tulimshukuru sana alipotwita ile kikao tuliokaa Dodoma naye na sisi tuko nyuma yake, na sisi hatumwachi na sisi tunamwombea aendelee awe salama aijenge nchi yetu, tunakwenda kwenye uchaguzi. Wale watu wanayokuwa tofauti na uzalendo wetu, naona hata Mungu atawaona. Tunataka tuwe pamoja, hatutaki mtu kaandamana. Sije naandamana nini? Sisi tunataka tukae salama, na huyu anadai nini tena zaidi ya usalama? Kama ni kuandamana, kama hawa wa, wa, wa, wa vyama vingi wanaruhusiwa lakini wanaruhusiwa, kama nataka awe rais, lakini afatilie katiba yetu inakwendaje. Urais auji kwa ngumi, auji kwa kugombana, auji kwa kumwaga damu. Machifu wote wa Tanzania sisi tuko pamoja, UMT, umoja wetu, na tumshaambizana kwamba tu, tuombe tupige magoti kwa Mungu, isije katokea bala, isije mtu akaleta mtu wa tofauti, hatutaki nchi yetu ilete vurugu tumeshambizana na mkoa wetu wa Mbeya katika machifu wetu. Kama mimi ndio ni kiongozi wa machifu wote wa hapa Mbeya, sisi tuko pamoja na mama, tuko pamoja na mbunge wetu, tuko pamoja na Tanzania yetu. Naomba Mungu atusaidie, hatujawa sisi tofauti. Uchaguzi upo, lazima uchaguzi ufanyike. Hatuoni sababu ya kutochagua nani kufanyika sababu ni zipi? Hizo ndio zinaitwa vurugu za nyeti tunazozisema, hizo vurugu hatuzitaki. Maliziano yalikuwepo, watu wakakaa, alafu yanageuka vipi? Manake ya maliziano ni nini? Maliziano ni kuelewana, maliziano ni kupanga, maliziano ni uzalendo, kwa mtu ufanye nini? Maliziano ni watu pamoja, mnakaa pamoja, alafu tena unakuja unakiuka. Hii inakuwa ni balaa. Hatutaki mtu ana Sisi ni Tanzania